chuo kikuu anayedaiwa kujiua kisimani. Mapya yaibuliwa kisa msomi chuo kikuu anayedaiwa kujiua kisimani. Lakini tanzania kuwa na kitovu uzalishaji wa dawa bara Afrika. Tanzania kuwa na kitovu cha uzalishaji dawa Afrika. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Nipashe ni maswali ya wahariri yaibua CHADEMA. Maswali ya wahariri ya waibua CHADEMA lakini zaidi ya watu elfu 18 wenye taarifa potofu NIDA wapewa fursa e, kuzirekebisha. Yeah, zaidi ya elfu 18 wenye taarifa za upotofu NIDA wapewa fursa kuzirekebisha, lakini diwani CCM adaiwa kujiua kwa kunywa maji ya betri. E, diwani wa Chama cha Mapinduzi CCM adaiwa kujiua kwa kunywa maji ya betri, lakini aondolewa kifungo miaka 30 jela kesi kuanza upya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele yako kwa habari. Tukiachana na gazeti la Nipashe, tuangazie sasa e, kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye habari kubwa opewa kipaumbele linaanza na habari inayosema mabosi watupiwa mizigo walawama. hiyo ni habari inayosema kwenye gazeti lako la Mwananchi e, uvunjaji sheria madereva wa serikali mabosi watupiwa mzigo walawama hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini mapya mwanafunzi wa Yudom aliyejiua, hayo ni mapya mibuka. E, mwanafunzi wa Yudom aliyejiua. Lakini Ulaya ikibana misaada yake serikali yatoa msimamo. Ulaya ikibana misaada yake serikali yatoa msimamo. E, lakini waliofutwa kazi sakata la vyeti feki, sasa kicheko. E, waliofutwa kazi sakata la vyeti feki sasa ni kicheko. Ni nini kilichojiri basi? Pata gazeti lako la Mwananchi eh, kwa habari kwa kina. Lakini kwa chana gazeti la Mwananchi kwenye kurasa za mbele eh, sasa tuangazie kwenye gazeti lako gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa. Lenyewe linaanza na habari inayosema Ndejembi, Tanzania sasa eh, ina umeme wa kutosha. Huyo ni Ndejembi asema Tanzania sasa ina umeme wa kutosha. Lakini Dr Akwilapo ataka maeneo ya umma e, kulindwa. Huyu ni dokta kwilapo ataka maeneo ya umma kulindwa, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanahabari, lakini habari kubwa ni ujenzi madaraja kusini wafika patamu. E, ujenzi wa madaraja kusini wafika patamu lengo e, lango la kusini kufikisha, kufikika muda wowote. Waziri Lega asema kero za mvua kuwa historia ni baada ya rais Samia kuchukua hatua utekelezaji wa maendeleo lakini NHC yathibitisha ni mhimili mageuzi sekta makazi Dar es Salaam. NHC yathibitisha ni mhimili e, mageuzi sekta makazi Dar es Salaam, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari, kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako e, la habari leo, lenye kwenye kurasa za mbele limeanza na habari inayosema E, amani upendo wa utulivu ndiyo tunu ya taifa letu. Lakini jamhuri kuwa e, na mashahidi aa, jamhuri kuwa na mashahidi 55, e, kesi ya jengo la Kariakoo e, e, la kari. Lakini mwanafunzi Judizim ajitetea kesi e, ajitetea kesi ya kutishia kuua. Lakini madini yaweka rekodi maduhuli madini yaweka rekodi maduhuri ya kusanya trilioni moja mwaka mmoja. Mavunde ataka Tanzania iwe Dubai ya madini, hiyo nambari kwenye gazeti lako la kula habari leo. Lakini Tamisemi utamsemi kuangalia upya masoko ya ghorofa. E, e, Shemdoe aonya wakuu wa shule msingi sekondari, lakini Nida ya ita makundi manne e, yaita makundi manne kubadili taarifa bari kwenye gazeti lako la habari habari leo. Pata nakala yako kwa, habari kwa, kinam, kwa chana gazeti lako la habari leo kwenye kurasa wa mbele e, sasa tuangazie kwenye gazeti lako la Zanzibar leo e, gazeti la Zanzibar leo asubuhi ya leo lenyewe limeanza e, na habari kubwa e, inayosema sheria serikali kumaliza uhaba wa mafuta. hiyo ni gazeti lako la Zanzibar leo inasema serikali kumaliza uhaba wa mafuta eh, ni zaidi ya bilioni 73 kutumika ujenzi wa matanki mapya eh, zaidi ya bilioni 73 kutumika ujenzi wa matanki mapya. Lakini SMZ kuifanyia marekebisho sheria ya nyaraka, SMZ kufanyia marekebisho sheria ya nyaraka, eh, nyaraka. lakini bado kuna habari inayosema eh, tuimarishe mashirikiano kufikia ufanisi, huyu ni matari asema lakini usambazaji picha na udhalilishaji wa wadau wa, lakini watu 44 wafariki kwa ajali ya moto huko Hong Kong eh, China, kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la majira lenyewe ukurasa wa mbele E, nasema hospitali ya Bombo yaanza huduma ya, ya wodi binafsi. Hiyo hospitali ya Bombo ya anza huduma ya wodi binafsi, lakini NIDA yarejesha tabasamu kwa walioghushi vyeti, ni pamoja waliowahi kufutwa kazi serikalini na mambo, e, mamba ambao taarifa zao za usajili NIDA zinatokana na vyeti hivyo pamoja na watu waliotumia majina ya watu wengine kupata vyeti vya elimu ya kubali ya ishe e, eh, hiyo habari kwenye gazeti lako la majira. Lakini wananchi wa nika manufaa yaliyotokana na muungano eh, wananchi wa nika manufaa yaliyotokana na muungano. Waziri kombo apokea magari kutoka Qatar, hiyo habari kwenye gazeti lako la majira kwenye kurasa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina huko gazeti lako la machinga asubuhi ya leo, sauti ya wanyonge linaandika NHC NHC ya thibitisha nafasi yake kama mhimili wa mageuzi sekta ya makazi Dar es lakini nanauka vijana kila kufanya kazi saa ishirini na nne JNHPP kupaisha uchumi. JNHPP kupaisha uchumi ni waziri Ndejembi asema kupitia mradi wa Julius eh, Nyerere eh, hydropower. JNHPP Tanzania sasa ina umeme wa kutosha, hiyo habari uiaulamachinga wa kurasa wa mbele. Lakini Ulega aridhishwa na ujenzi wa madaraja ya dharura E, Ulega aridhishwa na ujenzi wa madaraja ya dharura ni habari kwenye gazeti lako la mwana la wa Machinga kwenye kurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Uelekeo lenyewe kurasa wa mbele lina habari inayosema DTC kuwa kitovu cha elimu ya ufundi nchini e. Lakini mahakama yabariki mradi wa bomba la mafuta, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la uelekeo ukurasa wa mbele. Lakini waziri mkuu aongoza kikao cha wakuu wa mikoa e, waziri mkuu aongoza kikao cha wakuu wa mikoa hiyo ni habari kwenye gazeti lako la uelekeo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina na, tukiangazia gazeti lako la dira lenye lina habari kubwa inayosema Ndejembi, mradi mkubwa wa shilingi bilioni 556 utekelezwa kwa fedha za ndani e, Ndejembi asema mradi mkubwa wa shilingi bilioni m... 556 unatekelezwa kwa fedha za ndani. Lakini waziri Ulega kero ya mvua kuwa historia, huyu ni waziri Ulega asema kero ya mvua kuwa historia, ni baada ya Rais Dr. Samia kuchukua hatua, ujenzi madaraja barabara ya kusini wafikia Patam. Lakini serikali kuimarisha elimu ya ufundi DTC, Mavunde yavutiwa na utafiti wa madini, wadau wasifu muungano wasema wamechochea kuleta maendeleo makubwa ya kiuchumi na jamii lakini miaka sitini na moja ya muungano imezidi kudhihirisha umuhimu eh, kwa ustawi bara na visiwani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mtanzania leo ukurasa wa mbele inaandika watanzania waeleza muungano unavyoleta manufaa ya kiuchumi, lakini CTI ya kutana na wenye viwanda mkoa wa Pwani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo, huku waziri mkuu afanya kikao na wakuu wa mikoa. Huyo ni waziri mkuu Mwiguru Nchemba afanya kikao na wakuu wa mikoa hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania uzalendo kwanza linaandika sasa mikoa ya kusini kufikika muda wote. E, mikoa ya kusini kufikika muda wote. Lakini waziri wa madini e, wizara ya madini yaanza utekelezaji wa maagizo ya Dr. Samia, e, wizara ya madini yaanza utekelezaji wa maagizo ya Dr. Samia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania ukurasa wa mbele, tukiangazia kwenye gazeti lako la Uhuru lenye lina habari inayosema kete muhimu. E, hiyo ni habari inayosema, e, Raisi dr. Samia wagusa wengi. E, Raisi dr. Samia wagusa wengi. Lakini Dr. Bashiru aanza na sekta mifugo, wananchi wafunguka faida ya Muungano, lakini wahamiaji haramu 76 wakamatwa JWTZ polisi zaimarisha doria Ziwa Tanganyika. E, JWTZ polisi zaimarisha doria Ziwa Tanganyika. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la jamvi la habari ukurasa wa mbele linaandika Rais Dr. Samia aifungua kusini. E, Rais Dr. Samia aifungua kusini, ni ujenzi wa madaraja barabara ya kusini wafika patamo hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la jamvi la habari ukurasa wa mbele lakini, bado kuna habari inayosema mesira yasema siku ishirini na nne za Samia ni kipindi cha kasi na busara mpya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la jamvi la habari. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele, tuangazie kwenye michezo na burudani. Gazeti lako la jamvi la habari linaanza na habari inayosema Simba ya watuliza mashabiki juu ya bajebal. Lakini kasi ya kataa rufaa ya Gine Tanzania kicheko e, kasi ya kataa Rufaa ya Guinea Tanzania kicheko. Gazeti lako la Uhuru linaandika kete muhimu kwa Yanga leo, eh, ni baada ya kuwakabili JS Kabylie, eh, ni kete muhimu. Lakini Simba yawatoa hofu mashabiki kuhusu Baje na Singida Black Stars fiti kimataifa. Hiyo habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini Taifa Tanzania gazeti lako kwenye michezo linaandika Yanga ya pa, eh, kuwaduaza JS Kabylie mbele ya mashabiki wao. Yanga ya hapa kwa duwaza JS Kabilie mbele ya mashabiki wao. Lakini Murtazi Mangungu kuwa mwenyekiti bodi ya Simba, e, Murtazi Mangungu e, kuwa mwenyekiti bodi ya Simba. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania e, uzalendo kwanza. Lakini kuna habari inasema Joseph Gede arejea kwa mara nyingine Tanzania. Hao ni Singida Black Stars amrejesha Joseph Gede. Lakini kocha awapa tano wa Tanzania e, kungara kombe

Uh, Ufaransa kutafuatia tuzo za dunia. Lakini Yanga leo Algeria Simba yatua kibabe Mali. Timu ya Ufaransa uh, inazo zamvizia mayele. Yuna habari kwenye gazeti la Kula Dira. Lakini tukachana gazeti la Dira e, tuangazie sasa kwenye gazeti lako e, gazeti la Mwanaspoti lenye linaandika Pantevo apangua kikosi. E, Pantevo apangua kikosi vigogo Simba wanyoosheana vidole. Lakini moto utawaka. Petro atambia viunga e, viungo asaka rekodi nyingine. Azam yala kiapo Feitoto akimtaja Aziziki, lakini kimataifa, Man United kuna tatizo. Simba nyemelea tuzo za dunia yule na bali, gazeti la mwana e, spoti kwenye kurasa e, za michezo. Lakini gazeti la kula machinga kuna michezo naandika Yanga kuionyesha ubabe JS Kablie, Simba yawafuata mal... Mali Kibabe, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo, lakini gazeti lako la Majira linaandika Simba yatua mali kuikabili Stade Malien, kocha afunguka, wachezaji waahidi ushindi. Azam FC wa idadi quality tamwa leo Amani Complex. Ilo ni gazeti lako la Majira, lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika makocha Yanga Azam waahidi raha kimataifa, kocha futsal asifu nyota wake. Ilo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo, lakini Simba yaifuata Stade Malien lakini kimataifa, teta tumeifunga timu bora barani Ulaya. Hilo ni gazeti la habari leo kwenye kurasa za michezo, lakini kwenye gazeti lako la uelekeo kwenye michezo inaandika serikali yatoa mwongozo wa katiba mpya, Simba Yanga dimbani leo Algeria, Azam FC nayo kuwakaribisha waidadi Amani. Hilo ni gazeti lako la uelekeo ukurasa wa michezo, huku gazeti lako la mwanahabari kwenye michezo inaandika Yanga leo Algeria, Simba watua wa mali Simba atua Monaco kufuata tuzo. Lakini Katwila tunataka Geita Goldi irudi ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la mwanahabari kwenye kurasa za michezo e, huku gazeti lako e, gazeti lako la Nipashe e, kwenye kurasa za michezo ninaandika e, Pedro e, Pedro hatuhofii mvua wala baridi. Huyo ni kocha wa Yanga Pedro asema hatuhofii mvua wala baridi. Amesema wapo tayari kucheza katika hali yoyote kupambania ushindi. Azam nao yajipanga. Lakini Pantevo atema nyongo ahidi ushindi e, Pantevo atema nyongo ahidi ushindi. Lakini kimataifa, rais ataka aseno e, wasibweteke. Rais ataka aseno wasibweteke. Yuno ni gazeti lako e, la Nipashe kwenye kurasa wa michezo. Pata na kala yako kwa habari kwa kina na gazeti lako la Nipashe la ukurasa wa michezo, ndio leo tufungie usomaji wa gazeti kwa asubuhi ya leo. Pata na kala yako kwa habari kwa kina.